rejea nyumbani au mgonjwa huyo hakupona na kurejea nyumbani au mgonjwa huyo hakupona na kurejea nyumbani. Pili, kanusha hiyo sentensi: wanafunzi waliingia darasani wakatoa vitabu wakaanza kusoma. Kukanusha ni kukataa. Wanafunzi hawakuingia darasani wala hawakutoa vitabu wakaanza kusoma, au wanafunzi hawakuingia darasani wakatoa vitabu na kuanza kusoma, au wanafunzi hawakuingia darasani na hawakutoa vitabu wakaanza kusoma. Tatu, mkulima anahitaji magunia haya ukikanusha unasema mkulima hahitaji magunia haya. tisa. Kanusha sentensi zifuatazo: bawabu huyo alikuwa akitaka kuwacha kazi. Unakataa, ndio kule kukanusha: bawabu huyo hakuwa akitaka kuwacha kazi. Rahab, akija darasani nitampa kamusi Rahab asipokuja darasani sitampa kamusi. Tatu. unakanusha nimekuja kukutembelea, kwa hivyo unasema sijaja kukutembelea. Nne. mimi ndimi mchezaji bora, mimi simi mchezaji bora Tano. Pauline, huwa hajapika watoto wake walalapo, kikanusha inakuwa Pauline, hawi amepika watoto wake walalapo. Swali la kumi, kanusha sentensi zifuatazo. Mule angalifika mapema, daktari angalimtibu. Unasema mule asingalifika mapema daktari asingalimtibu. Pili, mwalimu alikuwa akisahihisha mjarabu. Ukikanusha, mwalimu hakuwa akisahihisha mjarabu. Tatu, awali wanawake walikuwa wakiozwa wakiwa wangali wadogo. Ukikanusha, inakuwa awali wasichana hawakuwa wakioza wakiwa wangali wadogo. Nne, jani la mti ambao ulikauka lilikatwa. Kwa hivyo ukikanusha kule kukata, unasema jani la mti ambao haukukauka halikukatwa au jani la mti ambao ulikauka halikukatwa au jani la mti ambao haukukauka lilikatwa. Tano, karatasi hizi zitatumiwa kuandikia insha. Unakanusha, karatasi hizi hazitatumiwa kuandikia insha. Sita, ndege yumtegoni lakini anajaribu kujinasua. Ndege yumtini lakini hayajaribu kujinasua. kumi na moja, yakinisha sentensi zifuatazo. Msipojikaza masomoni hamtawafurahisha walimu. Yani unakubali sasa mkijikaza masomoni mtawafurahisha walimu. Pili, msingalifika mapema, msingalihudhuria kikao cha leo. Mngalifika mapema, mngalihudhuria kikao cha leo. Kuyakinisha sentensi ya mwisho, Kamusa hajamaliza